imeandikwa hivi The United Republic of Tanzania, President's Office, Regional Administration and Local Government, Buhigwe District Council, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly awarded to NMB Bank in appreciation of outstanding and prodigious contribution in construction of Kahimba Girls High School. imetiwa sahihi na George Bilinyi District Executive Director na Venance Kigwinya Chairman of the Council. Tafadhali. Kwa hiyo cheti hiki kimetolewa kama shukurani kwa benki yetu ya NMB na kinatolewa kama shukurani kwa sababu ya mchango wao mkubwa katika ujenzi wa sekondari ya wasichana ya kidato cha tano na sita Kahimba. Hiyo ndiyo tafsiri ya haraka haraka ya haya yaliyoko hapa, wapigieni makofi. Ni watu wazuri sana, ila isiwe mwisho, tuongeze tena, naye bado tuna uhitaji mkubwa, na bila shaka mtatunga mkono. Makofi, makofi mengi tafadhali kwa NMB.